Ndini chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Yesu, neno lako la uzima, niwatendee mema na wapoke baraka, amen. Tukae Sema chakula cha uzima. Chakula cha uzima. Sema tena chakula cha uzima. Chakula cha uzima. Kwenye mabano andika jihadhari na vyakula vya matanga. Mabe mweza, jihadhari na vyakula vya matanga. Jihadhari na vyakula vya matanga. Unaona hapo hata sauti zimeshashuka. Sauti zimepungua zenyewe, na aliyezipunguza mtu aelewe ni eh, ndani. Sema chakula cha uzima. Chakula cha uzima. Sema tena chakula cha uzima. Chakula cha uzima. Sema na jiadhari, na jiadhari na vyakula vya matanga. Alo, amen. Kwa nini Yesu alitupa meza ya Bwana? Lengo kubwa la meza ya Bwana ni kuvunja au kuondoa vyakula vya matanga kwenye maisha yetu. Amen. Neno matanga, huzuni matanga, mateso matanga, maskini matanga, magonjwa matanga uchungu. Mtu mwenye uchungu ni sawa na mtu ambaye tayari yuko kwenye matanga, yeah. Vyakula vya matanga ni tatizo katika umwengu wa roho na katika umwengu wa mwili. Watu wengi wamelishwa vyakula visivyokuwa vinastahili na kuna watu wengine matatizo walionayo ni kwa sababu ya aina ya vyakula walivyolishwa. Wengine ni aina ya dawa walizomezeshwa. Wengine wamemezeshwa ilizi, wako watu walomezeshwa ilizi. Mwingine alimezeshwa akasema ni madawa ya mitishamba kumbe, alivishwa na akalishwa mavyakula ya uganga. Mwana vitu vingi vingine anakumbuka, vingine akumbuki alivyolishwa au alivyokula katika mwingi wa roho. Kuna wengine wanakula mpaka kwenye ndoto, yani kabla hajalala alikula chakula, lakini sasa alipolala anaota bado anakula nini? Chakula vile vinaitwa vyakula vya matanga. ndio maana ukiangalia vizuri mtu nakitapcha Mathayo pale utaona hasa maana, so Mathayo, Matendo ya Mitume, utaona wakati Petro anaona maono, aliona sufuria za nyama <laughs> kwenye ndoto, akasema sitajitia unajis kwa vyakula hivi. Maana yake Petro alitambua, alijua ya kwamba katika ulimwengu wa roho hutakiwi kula vitu vya kufisha. Hakuna kitu ambacho ni hatari kama vyakula vyenye unajisi vyenye matanga. Fungue Matendo ya Mitume sura ile ya tisa sura ya kumi sura ya kumi Matendo sura ya kumi. Tutaanza ule, tuanze mstari wa tisa twende nao mpaka ule mstari wa kumi na nne. Karibu matendo ya mitume sura ya kumi mstari wa tisa mpaka wa kumi na nne. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu. Ndio, hata siku ya pili walipokuwa wakis, wakisafiri na kuukaribia mji e. Petro alipanda juu darini, uh -huh. Kwenda kuomba. Kwenda kuomba. Yapata saa sita ya mchana. Saa sita ya mchana, muda kama huu endelea. Akaumwa na njaa sana uh -huh. Akataka kula uh -huh. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka uh -huh. na chombo kikishuka kama nguo kubwa uh -huh inateremshwa kwa pembe zake nne hata nchi kwa pembe zake nne hata nchi mm -hmm. Ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne, wanyama wenye miguu minne na hao watambaao mm. na ndege wa angani mm. Kisha sauti ikamjia yeah. kusema yeah. Ondoka Petro, uichinje ule yeah. Lakini Petro akasema hasha, Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najis. <laughs> Petro alipokuwa katika maombi akaomba, mpaka akapitiliza, akawa kama amezimia. Anapamai kuomba alafu kawa kama umezimia, yaani umezama kwenye maombi mpaka ukapitiliza, huko huko uwepo na nguvu Petro akawa katika maombi akawa kama mtu aliyezimia. Alipozimia akaona maono, akaona chombo kikubwa kinashuka kutoka, kimejaa nyama. Maana yake kulikuwa na ng'ombe, kulikuwa na mbuzi, nyama mbalimbali zenye miguu minne, wanyama wenye miguu minne Mstari wa 13, kicha sauti ikamjia kusema ondoka Petro, uchinje ule. Kwa aliletewa chakula kwenye ndoto ale, Petro akajua kanuni za kiroho, akajibu. Mstari wa 14, Petro akasema hasha Bwana, kwa, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi, kwenye ndoto Watu wengi wamelishwa vitu kwenye ndoto, wengine kiwalisia, wengine walipochanjwa na kufanyiwa maagano ya kiganga na kichawi. Kuna vitu walilishwa na vile vitu yamkini vinatesa maisha ya. Ili nikusaidie hoja, leo nikupe aina za wachawi. Kuna aina kuu nne za wachawi. Ndo maana ile maombi ya yes, siku nne yatakuwa maombi ya kumaliza kila nguvu yote ya kichawi ndani <coughs> ya yes, <ma> mtu aujasemama ku kuna <coughs> aina nne za... <coughs> uchawi wa kuzaliwa nao au uchawi wa damu, yani ameitwa duniani kwa kazi ya kichawi. Sasa hiyo design mzee wayokoki Maso wewe, zingesema amen kubwa, amen. Yani kama sio wewe, zingetoa amen kubwa sana, amen. Huo ndo uchawi mbaya kuliko uchawi, ndio ndilwanazipanga mwanamke mchanga mchaw afa, manake amezaliwa kwa ajili ya uchawi. Uchawi wa pili unaitwa uchawi uchawi wa kurithishwa, sio kuzaliwa nao. Yani mtu anarithishwa, yani sasa, yule aliye mchawi anasema ah, miaka hajukuni mekapenda, nataka nikape uchawi okay. eh? Kwa hiyo ni ule uchawi wa kurithishwa kwa mtu anafanyiwa mambo fulani ya kufanya nini ya kurithi, yani anarithishwa kama vile ambavyo mtu ana mali zake, anaamua kurithisha mtoto. Anaamua kuna uchawi wa kurithi, yani mtu anarithishwa, hajazaliwa nao, lakini amelazimishwa kurithishwa. Na mara nyingi watu wanameo huo wanapewa vifaa vya kurithishwa, koti la babu, kibuyu, fimbo, eh, wale huo wanarithishwa eh, anaambiwa bwana, chunguichi nguo hii nyeusi ilikuwa ya bibi yako na nani hii? na nami nakurithisha. Ndio maana wakati mwingine ni hatari sana, watu wanapoenda kwenye misiba, wanaenda kugawana nguo za marefu. Kama huyo mtu alikuwa ni mchawi, kama alikuwa mchawi, ukarithi mambo ya, yake nguo zake, maana yake ni sehemu ya urithi. Ndio maana Eliya alivyokuwa na upako, Elisha akaomba upako. Elia akamwambia ukiniona, uchukue hata koti. Na Elisha alipochukua koti la Elia, alipata upako wa Elia. Mwambie mwenzako, acha kukimbilia nguo za kugawanywa msibani. Ukiona asemi, ujue juzi juzi amepokea huyo wangapo wataka kupona. Amin. Unajua hii ni madhabahu ya uzima kuna mafundisho utayasikia. Popote utayasikia. Amin. Amin. Kwa sababu hapa nataka uwe na uzima. Amin. Nataka uharibifu ukae mbali na wewe. Amin. Nataka mauti ikae mbali na wewe. Amin. Nataka kuzimu kukae mbali na wewe. Amin. Nataka wachawi wakae mbali na wewe. Amin. Kamila atakuwa na, na maombi hapa na wakulishwa. Au wakulishwa hu ni watatu, uchawi wa kuchanjwa au fani. Unashanga tu ukiamka, wamekuchanja kila mara mzee, wamesha kuunganisha, nawezekana ni gari tayari, ni kirikuu aa, kwa sababu wamekuchanja, afu wakakulisha hii mara nyingi ni wale watu ambao ha, ha, hajijui. Umesikia, hajijui hajifahamu, lakini anatumikishwa kichao kwa sababu amechanjwa afukalishwa. Hii namba tatu. Namba nne na mwisho unaitwa uchawi wa kibiashara. Uchawi wa kibiashara ndo watu wengi wanao eh? mtu ambaye tufanikiwa anaua baba, anaua mama, anaua mtoto Atakufanikiwa biashara awe mfanyabiashara mkubwa, inabidi atoe kafara kwa uchawi. Tuleta uchawi wa kibiashara yani, watu wana uchawi yani, sio kama anapenda kuwa mchawi, inalazimika kuwa mchawi kwa sababu ata kufanikiwa kibiashara. Mwizi mwenzangu, kuna kundi lote na <laughs> pesa ya halali ni ngumu kuipata kuliko pesa feki. Kwa watu wengi wamekuwa wachawi kwa sababu wanatamani mafanikio ya haraka haraka kibiashara, au katika eneo la kiuchumi. Kuna wengine ni siri tu lakini naona kabisa sasa ah, sasa jamaa fulani. Basi lake lipoanguka alipochinja ameshusha kumi zingine. Hmm, kichana. Yaani, watu wanapokufa, yeye wanafanikiwa sana <laughs> Sasa ni hatari sana kwa watu walivyokula vitu wao pasipo na wanangu, mimi nimekuwa wazi kuambia, unataka kupona, utapona. Uliyekuwa mgumu wa moyo, utaendelea kubaki kwenye vifungo. Ndiyo maana hata tukifanya sherehe, huwa anaitwa mtu wa maombi kuombea ile sherehe, kuombea chakula. Mnaonaga hicho kitu, kuna maana, kuna kuna maana kubwa. Kwa nini kiombewe? Kwa nini ile sherehe iombewe? Kwa sababu shetani hutumia nafasi ya sherehe, shetani hutumia nafasi ya misiba, shetani hutumia nafasi ya matanga. Ingia ambapo viliingia, kupitia vyakula, kupitia vyakula. kupitia ndoto, kupitia ndoto, au kuchanjo, au kuchanjo, au kulishwa, au kulishwa, agano lolote lisilokuwa na Yesu, leo hilo agano ninavunjika, ninavunjika. Eh, hey, Bwana Yesu! Eh, hey, Bwana Yesu! Eh, hey, Bwana Yesu! Eh, Bwana Yesu, leo leo, juu me ya madhabahu, juu ya madhabahu, juu ya meza ya Bwana, juu ya hey, meza ya Bwana, meza ya Bwana Yesu, meza ya Bwana Yesu, meza ya madhabahu ya usimamo, meza ya madhabahu ya usimamo. Eh, Bwana Yesu, eh na damu yako. Na damu yako. Hakuna magonjwa. Hakuna magonjwa. Hakuna uharibifu. Hakuna uharibifu. Hakuna hakuna roho ya madeni. Hakuna roho ya madeni. Vifungo vya adui. Roho ya mateso. Ndoto mbaya. Ya kila namna. Leo. Le ya ondoleo ya ondoleo ya toleo ya toleo. Kwenye maisha yangu yangu yangu yangu, kwenye maisha hayana hayana nafasi hayana nafasi kuanzia sasa sasa. Yes. Napokea napokea mema. Napokea mema. Napokea nguvu. Napokea kibali kibali, ninapokea mema mema, nguvu nguvu. Ee ee Bwana Bwana Yesu Yesu Yesu Yesu, ukombozi ukombozi uingie uingie, komboa komboa damu yangu damu yangu na na mwili wangu mwili wangu. Rudia tena, Yesu komboa Sema Bwana Yesu komboa damu yangu na mwili wangu. Yesu, kwa ajili ya damu yako ya uzima. Asante Yesu kwa ajili ya mwili wako wa uzima, na kila mmoja aliyopo madhabahuni Yesu, kamtealeemaka